Ambayo ni maekari mengi sana ya wananchi wa Tarime, kugawa kwa mtu ambaye aidha ni mwekezaji wa kiwanda, na mbaya zaidi watu wanatishwa eh. Ukienda ukienda eh, kwenye kijiji kwa mfano kwenye, kwenye, kwenye kijiji cha Bisa mwalimu wa shule ya msingi anayeitwa Eliud Bichogo ambaye ni mzaliwa wa pale hicho kijiji cha Bisaru alishushwa cheo kwa sababu yeye anamiliki ardhi pale kijijini, kwa sababu tu DC anataka hiyo o ardhi ichukuliwe kwa mabavu, kwa vitisho. Yule alipooji, mbona hiyo ardhi ni kwangu na babangu amezikwa hapa na mamaangu ndio anaishi hapo, akashushwa cheo ndani ya masaa 24 na na kuhamishwa akiwa mkuu wa mwalimu mkuu wa shule kuhamishwa kutoka shule ya msingi Bisaru kwenda shule ya msingi Magomo within 24 hours kinyume cha sheria. Mzee Marwa Gesamore Chacha, miaka 67, na Bwana Mwini wamekamatwa, wamefunguliwa kesi kwamba wanazuia maendeleo na DC, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, wako mahakamani na kesi inaendelea. Watu wengi wametishwa. DC anasema hayo maeneo yote ambayo wananchi wanasema ni maeneo yao ni maeneo ya watu wanaolima bangi. Tarime ndio inayolisha mkoa wa Mwanza. Ukisikia ndizi zote zinazotumika Mwanza zinatoka Tarime, mahindi yanayotumika Msoma, Mwanza, mkoa Mara mzima yanatoka Tarime. Sasa kama watu wa Tarime wanalima bangi tu hivi hizi ndizi, situngekuwa tunasafirisha bangi kuliko ndizi? Sasa hii yote ndizi anafanya kutisha watu, kuharasi watu, mtu aogope, kwa sababu anaambiwa eneo hilo kama unamiliki eneo hapo, unalima bangi, mtu akimbia eneo lako. Tumewekea wakili na mimi nimo ndani hiyo, okay, kesi nitaisimamia, kwa sababu ni wananchi wangu, lazima haki yao inapatikana. Lakini hawa, huyu mwalimu Eliud Choko, funny enough, kabla hajashushwa cheo, kabla hajashushwa cheo, aliandikiwa barua ya kupongezwa. Yani wiki tatu kabla hajashushwa cheo aliandikiwa barua ya kupongezwa kwa kazi nzuri aliyoifanya kwenye hiyo shule ya kijijini na kufaulisha vizuri. Sasa you would expect kwa mtu aliyepongezwa na halmashauri ya wilaya apande cheo, sio kushushwa. Tena kwa sababu ana barua ambayo imempongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya. Huyu ni kielelezo cha kuonesha aina ya ma DC hawa. Na na mmesikia wabunge wamelalamika kuhusu DC kwa vadu na sio DC huyu leo Juma Nkamia Mbunge wa CCM wa Chemba wa DC ali, alikuwa sio amehongwa kama huyu, ilibidi wananchi wampinge DC bawe wakapiga gari ya serikali Jumankamia wametaka kupigana na huyu DC kwenye, kwenye kikao ngumi kabisa, kwa sababu ya ma DC hao wakuja, wanajichukulia mamlaka ambayo hawako nayo kisheria. Hawana hizo powers, hawahusiki kwenye mambo yote yanayohusu ardhi. Ardhi ni kijijini, kijijini, halimashauri halimashauri katibu mkuu wa wizara na wizara, DC is nowhere in the land act, in the village land act, na na ali na sheria zote zinazohusu mambo ya ardhi. Kwa hiyo, kwa hiyo hili hili la huyu, ndiyo maana nimesema, naenda nataka nimuoneshe waziri mkuu aina ya watu wanaopeleka kule wilayani kuwaita maDC na maRC. Huyu huyu, mimi nitamuonesha waziri mkuu, nitamuonesha waziri wa elimu nitalipeleka kwenye chama cha walimu. Kwa hiyo, ili tutalipambania kwa sababu huyu mwalimu ni aina ya, ya kuwa silenced ili aogope, ya akimbia aridhi yao, na, na huyu mwalimu eh, by, by default tu ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha shule nyingine. Mama yake ana miaka tisini na tisa, akaomba uhamisho miaka mitatu nyuma, kwamba apelekwe pale ili akae amwangalie mama yake kwa sababu ya uzee na nini na nini. Kwa akapelekwa pale akawa mwalimu mkuu na, na amefanya kazi nzuri kwa kweli very shule ya kijijini lakini imefaulisha na, ni shule ambayo imefaulisha sana kwenye kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo alikuwa pale kwa sababu hizo lakini hawakuangalia kwa sababu hizo tu za harassment ni akamtisha akam mkurugenzi mkurugenzi wakaamua wakamhamisha. Kwa hiyo hili, hili tunalifanyia kazi kuanzia halmashauri ya wilaya mpaka nani, ili mwalimu Eli Chogo apate haki zake. Na utaratibu hauko hivi, huwezi kuhamisha mtu kwa 24 hours. Hiyo hiyo hiyo 24 hours ni mtu ambaye labda ameua. Sheria zetu haziruhusu mtumishi wa kawaida ambaye ana haki zake, eh, you give him or her prompt time ya kuweza kufanya maamuzi na, ku, na kuhama. Kwa hiyo kwa hiyo hilo hilo liko hivyo, hawa tutawashughulikia.